Tunapozungumza habari ya diakonia, habari ya kitopeni, habari ya sadaka, kimsingi tunazungumza habari ya sadaka ya Yesu Kristo. Na ndiyo maana tunasema, hii ni sadaka ambayo haitakiwi kulala. Ukiilaza tu mtu mwenye uhitaji anakufa. Huyu ndugu alikuwa kufani. Maana yake nini? Yule ndugu angeficha ile sadaka, huyu ndugu angezikwa. Huyu ndugu angeficha kile alichokuwa nacho, chakula chake, chochote alichokuwa nacho, huyu ndugu angekufa. Kwa hiyo sadaka ya diakonia ni sawasawa na zege. Zege halilali. Sadaka unayotakiwa kutoa haitakiwi kulala, kwa kuwa ni ya muhitaji aliyepo kufani. Hawa watoto wenye shida ya akili ni watoto ambao hawana tofauti na mtu aliyoko kufani. Wanamsubiri msharika mmoja, wanamsubiri mkristo mmoja, wanamsubiri mama mmoja, wanamsubiri baba mmoja, ambaye huyo ndani yake kuna mkate, ndani yake kuna samaki, ndani yake kuna nguo, ndani yake kuna kitanda, ndani yake kuna godoro. Anasubiriwa aje na godoro, aje na mafuta, anasubiriwa aje na nguo za kubadilisha anasubiria aje na chakula ili huyu ndugu asife. Yesu atakaporudi lishike hilo neno, anasema fanyeni, tumieni fedha zote, tumieni gharama zote, toa kabisa kile ulichokuwa nacho, lakini ninakuahidi nitakaporudi. Nitakaporudi kwa nani? Nitakaporudi, nikirudi kwako kwa sababu ninajua mimi sikuwepo, wewe umetenda. Mimi sikuwepo, wewe umefanya. Mimi sikuwepo, wewe umetikia. Na hili lazima mfahamu, ni jambo la kiroho, ni jambo la Mungu mwenyewe. Ndiyo mahali ambapo Yesu anazungumza wazi. Kama hiki kituo tukifunga milango, tukasema, Wajerumani watatupa fedha, wa Wareno watatupa fedha, maana yake nini kwa hili neno nitakaporudi. Kwa hiyo atakaporudi hatakuja Azania, ataenda Ujerumani, hatakuja Azania, ataenda Spain, kwa sababu kule ndiko walikotenda. Tunazungumza sadaka. Yesu atakaporudi, atakaporudi kwa nani? Kwako. Lakini je, kuna kitu cha kumfanya Yesu arudi kwangu? Kuna kitu cha kumfanya Yesu aje kwenye nyumba yako. Kuna kitu cha kumfanya Yesu arudi kwenye kampuni, kwenye biashara, kwenye shirika, kwenye familia. Kuna jambo gani la kumfanya arudi kwako?